Oh, yeah. Maonyesho ya kilimo eneo la Mlima Kenya yanaanza hii leo mjini Nanyuki, huku idadi ya wanaoshiriki katika shughuli hiyo ya siku nne ikiongezeka. Mwenyekiti wa ASK tawi la Laikipia, Newton Kabudhia, pamoja na naibu kamishna wa Laikipia Mashariki Patrick Muli, wamewahakikishia washikadau kwamba usalama umeimarishwa huku serikali ikifungua kituo cha polisi cha muda kwenye uwanja wa maonyesho hayo ya mwaka huu. Tumepata makampuni ishirini ambaye ni makampuni mapya kabisa, ambaye hawajawahi kushiriki kwenye hii maonyesho yetu ya mwaka huu na ni jambo ambalo linafanya tufurahie sana, kwa ajili wenye kutembea hapa watapata nafasi ya kusoma mengi ambaye yanaandamana na teknolojia mpya ambazo zinaibuka kwenye upande wa kilimo. Ah, yale na kama mjua wapo, tunaanza uh, tarehe ishirini na moja ndio uh, show itaanza, milango itafunguliwa, na niseme sana sana upande wa security, maanake mkiangalia tumeshinda hapa, tukiangalia vile, uh, security itakuwa na tumepanga ya kutosha kutoka nje na ndani. Kwa hivyo ningetaka kusema kwamba tuko tayari kwa upande wa security, security kwa kila mahali.